Najua kuheshimu sana kwa hii boma na yes. Wakati yes, ndatoka, nilikuwa na yes. so okay? Yes, nataka unajua ni, ni, mimi miaka yangu imeelekea ile, ile ile, eh, yes, hii mkutano vile vilikuwa nimesema ukuje peke yako, mbona umekuja na msichana wangu? hii ni, ah, ah. Ni, ni mamba yetu, hii ni yenu peke yenu, so, kwa nyumba so vitu zingine ungeenda wambia mama mkwe yako ungeenda uongeleshe ukufundwa uh, adabu na mama yako, nim, baba muko ufai kuongea naye mambo kama hiyo. Anakuanga na shida, uita baba yake na mama yake, mkuje na yeye twende baadaye. Ile sukari nimesema mwende mwita baba yenu na mama yako mkuja na yeye hapa.